Ni proje ya governeme yetu iniiko ilipata gadi ya emfanga ya Banki Mondiale kuja kutusaidia zaidi, namna gani komerse inetatwaniziwa mwinchi yetu hii. Komerse yakufanya yakama uko mkongomani unaenda unauzisha bicu yako inje ya nji wala inje yaiji ikwe ingie ndani ya nchi yetu Unasikia sasa, kati ya ile projet asali projet o balmaktivité ya commerce mkati ndani ya maktivité ya commerce inaomba uvuke mpaka, kwa kuomba uvuka mpaka inastahili, na mpaka nayo ikuwe na ile nivo yenyewe ya facilité. Wakati una traverser unaenda mbio huko, ma condition enye yenyewe inastahili ndio kuvuka. Tunasikiliza donc aile njo unaona PFCIGL alao ba, wanasema commerce wanatoa tena vanaza jenga banaza sema mambo ya kujenga njo vyakutia vyote fasi moja, parce que yote ni mesaidia kuvuka na fasilite yote. Alors PFCIGL atafanya kazi ya kujenga na kwa kwa kwa kwa kommersant

moe ile soko kuko Kangando, soko a Kangando pale natanza na kazi ile soko, kutakuwa soko Kamanyola kunapasha kwa soko Bukavu na soko enine Mukasindi kule mnoki kukosa soko barasa nord. Barabara iko mbaya ya kutoka kule RN5 kwenda ku poste frontalier ya Nyamoma wala poste frontalier ya Kubenga.

banasema tunayo kama wamama wengi wanatumika mkazi ya biashara mipakani, anakuya anatola biashara Kongo anapeleka kuchunguza kuchunguza tuseme kwa mfano, anatola biashara yake kuchunguza anatia kuchunguza hapa Uvira au lugui au fasi za mingimingi. Sasa ichi yetu inasema kusudi tusaidie wale wamama baganye zaidi mkazi yao tufanye namna gani.

tukishajenga tukishafunza batu tukishatana mar noir ileta tena wale wachukua wadogo kufuka bila shida, eske tuko na vya kupeleka nje eh, unaonaka wakati eh, uh, uko na mfaka na olaata mavitu vinaingia mkongo. Huyu analeta kama ni nyama, huyu analeta kama ni lengalenga, huyu analeta kama ni mabenye. Bana tu wanaletaka wanaletaka. Sasa tukote na vya kupeleka nje, nyama ya juli zaka ile